Gilly Bonny Online TV. Ah, katibu mkuu ameelekeza kabla hajazungumza kuwapokea wageni kwanza. Kuwapokea wageni kwanza. Sasa niwaombe waombe viongozi wa wilaya na wale wahusika wawalete mbele wanachama wote akiwemo aliyekuwa msaidizi wa John Heche, Muhania. Muhania ni yote ya Joseph, hii timu kuondoka, unapanda, unasimama hapo na mkabidhi katibu mkuu. Amii, naitwa Mooni ya Joseph Pter, ni mkazi wa kata ya Gumera. Nimekuwa mwenyekiti wa baraza la vijana Tadema mkoa Mara mwaka elfu mbili na kumi na tisa mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na nne nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa jimbo la Tarime vijijini, lakini pia nimekuwa ni msaidizi wa ofisi ya Chadema mkoa. Sasa naomba niseme kwa nini nimeamua kuchukua maamuzi ya kuhama chama. Kuna sababu mbili kuna sababu mbili zilizofanya nimechukua maamuzi ya kuhama chama. Sababu ya kwanza, unapojiunga na chama cha siasa, malengo ya chama chochote cha kisiasa ni kushinda dola. Kwa hiyo unapokuwa kwenye chama cha kisiasa ambacho badala ya kuhimiza kushinda dola kuingia kwenye chaguzi kinahimiza harakati, unaona chama hicho akifai tena. Jambo la pili, Chadema ina miaka zaidi ya thelathini tangu kuanzishwa kwake, ina miaka zaidi ya thelathini haijawahi kushinda nchi, haijawahi kushinda nchi. Wanasema hivi, unaoshindana naye ukiona amekushinda ungana naye. Mimi nafasi hii kipekee sana kuwashukuru ndugu zetu wa Chadema na vyama vingine ambao wameamua leo kurudi katika Chama cha Mapinduzi. Nawashukuru kwa kuamua kujiunga na Chama cha Mapinduzi, na wameniletea kadi zao mafaili ya ofisini fomu mbalimbali. Nataka niwahakikishie, sisi katika chama cha mapinduzi tumefundishwa kutochukua vitu vya watu. Kwa hiyo kwa kuwa katibu mkuu wa Chadema, John Mnyika ni rafiki yangu, nitampelekea vitu vyake hivi nikamkabidhi. Nitamtafuta nitamwambia, bana nina kadi zako na t-shirt zako na mafaili yako na katiba zako, naomba uvipokee mkavitunze ofisini. Hivi vitu ni vyenu, mjue mnavyofanyia, au sio? Eh, sisi tumechukua wanachama tu, vitu hatuchukui, au sio? Kwa hiyo ndugu zangu mliojiunga na washukuruni, na kwa kweli karibuni, na ninawahakikishia sisi mwenye chama cha Mapinduzi, ukisha jiunga hatubagui. Eh, kwa mujibu wa katiba ya CCM wanachama wote wa CCM wana haki sawa.